Siku za mbingu kunyamaza kimya katika maisha ya mtu ni siku nzito sana, ambazo watu wengine wanafikiri hujui kutafuta, you don't know how to find, wakati mbingu inakunyamazia. Watu wengine wanaona hukusoma wakati mbingu inanyamazia. Watu wengine wanasema ni kiwelewele, ni mjinga Wakati ambapo mbingu inanyamaza ni wakati ambapo kunapoaga, na ukimya mwingine so ambao unatafuta, hata upige kelele, hakuna anayekusikia wakati wa mbingu kunyamaza. Kwa hiyo wakati wa mbi Kunyamaza, unaweza been kufunga unaweza kuomba, unaweza kukesha, lakini hakuna kitu kinatokea kwa sababu mbingu imenyamaza. Lakini hata kama imenyamaza, kina Mungu yuko Mungu. hatakuacha mguu wako uteleze. Mungu atakuwa pamoja nawe avumilia Zumilia wakati mbingu, naendelea kuomba endelea kukesha endelea kumtafuta Mungu. Wakati ana inaponyamaza, lazima itaongea, hainyamazi milele, lakini itaongea tu. Hiyo Sara anaangalia mbingu yake imenyamaza, mbingu yake haiongei, mbingu yake haisemi chochote. Kwa hiyo maisha yake yalikuwa ya kutoka machozi, na anaona ya kuwa umri umeenda, miaka imeenda, sitapata tena. Inauma.